Safari kuelekea katika hifadhi ya taifa ya Mikumi mkoani Morogoro. Safari hii imelenga kuonyesha ni kwa kiasi gani kazi za kihandisi inavyochechemua sekta zingine. Jijini Dar es Salaam, katika stesheni ya Magufuli, kituo cha kupandia treni ya mwendo kasi. Safari inaanzia hapa kwa kushuhudia kazi nzuri iliyotukuka iliyofanywa na wahandisi katika ujenzi wa jengo hili la kisasa. Bodi ya usajili wa wahandisi ERB imeandaa safari ya utalii kuelekea katika hifadhi ya taifa ya Mikumi, lengo likiwa ni kuonyesha ni kwa kiasi gani SGR ambayo ni zao la kihandisi ilivyorahisisha usafiri. Leo tupo hapa Mikumi, tumefika kuanzia asubuhi. Aa, ni pamoja na kutangaza shughuli za kihandisi kwa sababu tumesafiri kwa SGR kutoka Dar es Salaam mpaka hapa, ni kuonesha zile kazi za kihandisi ambazo zinafanywa na, na, na wahandisi. Aa, ukifika kwenye station yoyote ya SGR utaona jengo limejengwa na wahandisi, kila kitu kilichopo pale kimejengwa na wahandisi, huwezi kumkwepa mhandisi sehemu yoyote, na hii imechochea sana sana kwa Tanzania kuinua uchumi wetu kupitia utalii wa ndani. Zamani ilikuwa kidogo ni ngumu kufika kwenye hizi mbuga zetu, lakini kupitia treni na usafiri wa SGR imekuwa ni rahisi sana. Sisi tumetoka Dar es Salaam leo asubuhi na tumefanya utalii na baadaye tutaondoka kurudi Dar es Salaam. Kazi hii ya kihandisi kwa hakika imeleta mapinduzi makubwa katika uchumi ikiwemo kuongeza hamasa ya utalii. Leo tuko hapa katika hifadhi ya Mikumi ambapo safari yetu ilianzia Morogoro pale SGR Uh, tukapokea wageni wetu pale kuja hapa katika hifadhi ya Mikumi. Uh, kiukweli SGR imeleta mabadiliko makubwa ama imekuza zaidi sekta ya utalii. Tunaona hata hapa hifadhi ya Mikumi kwa sasa hivi hamna low season wala high season, kwa maana ya kwamba hamna kipindi cha wageni wengi wala kipindi ambacho kinakuwa hakiwa wageni, hakina wageni, kwa sababu wageni wanakuja wengi hasa watalii wa ndani wa idadi ya watalii wa ndani imeongezeka naona watu wanatoka Dar es Salaam wanakuja na SGR, watu wanatoka Dodoma wanakuja na SGR hadi Morogoro, wanachukua magari wanakuja hapa Mikumi wanatalii afu wanarudi. Kwa hiyo kwa sasa hivi unaweza ukafanya utalii ndani ya siku moja, ukatoka Dar es Salaam asubuhi ukaja ukafanya utalii Mikumi, au ukaenda kufanya utalii Udizungwa alafu baada ya hapo ukarudi Dar es Salaam. Imeleta e, mabadiliko makubwa sana. Sasa hivi tunapata wageni wa, wa ndani ya nchi pia ni wengi wa kutosha kwa sababu ya bodi ya usajili ya wahandisi inafanya mara kwa mara inatuletea wageni sisi, kama madereva na wenye kampuni za tour guide, tunashukuru kwa hilo. Katika hifadhi ya taifa ya Mikumi, kila aliyefika hapa hakusita kueleza umuhimu wa SGR katika kurahisisha utalii. Imekuwa ni rahisi sana kwangu kutalii kwa sababu ya uwepo wa reli yetu ya kisasa SGR. Hii yote ni juhudi kubwa ya bodi ya wahandisi ambao wamesimamia vizuri wahandisi wao kutengeneza chombo ambacho ni very, very amazing. Mimi kama mtalii wa ndani nimeshuhudia maajabu ya kutoka Dar es Salaam na kufika ndani ya hifadhi yetu ya Mikumi kwa muda mchache sana na nina uhakika wa kurudi Dar es Salaam siku hii ya leo. Kwa hiyo jamani, mimi nipende kuwahamasisha tu Watanzania wenzangu, hii ni fursa muhimu na adhimu sana kwetu, ambayo inaweza kumsaidia hata mtoto wako, kijana, mtu yoyote yule kufanya utalii ndani ya muda mfupi kwa ajili ya uwepo wa reli yetu ya kisasa. Sajili ya wa wahandisi waendelee kuweka mikakati vizuri, ili watu wapate nafuu ya kuja Mikumi kwenda na kurudi. Bodi ya usajili wa wahandisi ERB wanasema huu sio mwisho, bali ni mwendelezo wa kuhamasisha shughuli za utalii kwa wazawa na wageni kupitia SGR. Hizi kazi za kihandisi tumeshuhudia zinavyorahisisha watu kufika kwenye utalii kwa wakati. Mimi naamini kabisa ndani ya miaka mitano mbele au miaka ijayo Utalii utakuwa rahisi kufikika kama SGR itakamilika kwa mikoa mingine kabisa kama ilivyokuwa Morogoro. Na sisi kama ERB kwa kupitia shughuli zetu zingine, kila tutakapokuwa tunafanya shughuli yoyote, tutahakikisha watu wale wanaohudhuria kwenye ile shughuli wanakuja kutalii na wataanza utalii kupitia SGR. Watapanda SGR, watafika Morogoro na sehemu zingine kwa ajili ya kutalii. Inakuwa ni rahisi sana kufikika, lakini hizi zote ni kwa sababu ya shughuli na kazi za waandisi ambazo zinafanyika nchini.